Rais, alisema hapa kazi, na sasa ni kazi tu. Kila mmoja acheze kwenye ngo yake, sisi tunacheza kwenye ya kwetu hapa. King Media na Golden Mamba, wote kwa pamoja, tunakuletea mzigo mpya, baada ya kumaliza mzigo wa nyuma ule. Sasa tunakuja na mashine ingine hii, hapa hii inaitwa pinyata, yaani inakuja na style mpya, mzigo wa ajabu hapo ndani babake. Huo ngoma hiyo. Predator so predator. Mayoko so mayoko alafu linafua balaa. Wow! Wewe! Wacha. Sasa leta usharobaro maeneo kama haya. Unazikwa. Mzigo. Wewe. Ngoma inaitwa pinyata. Fanya kilicho kuleta hapa nyumbani. Hata babake, ni ngoma mpya kabisa, yani ngoma mpya itakayohusika siku ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi na moja.